ametukutanisha tena katika ukumbi wetu huu. Kama ilivyo kawaida, tunakutana na leo, ilikuwa tuingie katika mlango wa kumalizia Ramadhani ambayo ni masuala ya zakatul fitri na swala ya Idi, lakini kutokana na dharura iliyojitokeza inshallah, jambo hilo tuta lifanye kesho, Allah subhanahu wa ta'ala akituafikisha na kutuwezesha. Shabu stari kidogo amedharurika leo na ameshindwa kujumuika nasi. Kwa hiyo leo tutazimalizia aya zetu chache zilizobakia katika Surat An-Nuur tukitokea aya ya sitini tukitegemea kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa tumeweza kupata chochote katika kitabu chake hiki kitukufu, ndani ya masiku haya ambayo sisi tunakuwepo hapa pamoja na kushughulishwa na hivi, lakini tukatumia dakika hizi chache kwa ajili ya kupeana mawili matatu, ambayo atakayotuwezesha kutuongoza na kuwa ni chachu ya kuishi na kufuata mafundisho yake na maelekezo yake Allah subhanahu wataala. Leo tunatokea aya sitini. Aya hii Allah subhanahu wataala anawazungumzia kina mama, watu wazima, baada ya kuwa kule nyuma tume ametufahamisha utaratibu wa stara kwa kina mama, stara zao, uvaaji wao wanavyotoka majumbani, wanavyokwenda misikitini, popote wanapokwenda, wanavyochanganyika na hivi, wanatakiwa wawe vipi, wavae vipi? Hapa ikaja aya, Allah subhanahu wa ta'ala akatoa ruhusa kwa kina mama watu wazima ambao kwao masala ya matamanio ya kimaumbile yanakuwa yameshakatika kama vile ambavyo maswala mazima ya ndoa kwao yanakuwa hayapo tena, hawanaishia wala shughuli za namna hiyo kwao zinakuwa zimekatika, kulingana na umri kwenda au sababu yote nyingine ambayo inayojitokeza. Allah subhanahu wa taala anasema walqawaidu minan nisai, na watu wazima katika wanawake ambao wameshafikia umri wa utu uzima Allati ambao kwamba la yarjuna nikaha, na wategemei kuolewa kwa utu uzima wao, umri waliofikia, meshakatika kwao maswala mazima ya uzazi, mambo mazima ya kuingia katika siku zao na hivi. Ala kulli hali, umri umewaacha kabisa, na wala hawana matamanio wala hisia za masuala mazima ya mambo ya ndoa kwao haipo kabisa. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaumba na ndiye anayewajua na kufahamu kwamba inatokea miongoni mwao wakafikia umri ambao watakuwa masuala haya kwao hawana kabisa mipango nayo. Kwa hiyo allati la yarjuna nikaha, ambao hawana mipango wala mategemeo wala haja ya swala zima la masuala mazima ya ndoa basi kwao falaisa aleyhinna junahun an anyadana thiyabahunna, hakuna makosa juu yao kupunguza nguo zao, katika utaratibu kama vile ulivyokuja wakapunguza. Lakini tu ghaira mutabarrijatin bizina, bila kudhihirisha mapambo na viungo vyao, au maeneo mengine ya fitina, bila kudhihirisha kwa hiyo anaweza tu kuchukua nguo zake akatupia hivi na hivi, weshachoka watu wazima, na hivi wao wenyewe hawana mipango wala tamaa ya maswala mazima, mambo ya ndoa, na wala hakuna mwanamume mwana yeyote atakayekuwa ana fikra ya kufikiria wao juu ya jambo hilo. Wao wenyewe tayari wameshajikatia tamaa, na pia wana wanaume nao wameshawakatia tamaa kwao kwa hiyo hakuna tatizo watakapopunguza nguo zao stara zao, ambazo zitakuwa hazidhihirishi maeneo ya fitina katika miili yao, kama ambavyo ilivyokuwa ghaira mutabarrijatin bizina, bila kudhihirisha mapambo yaliyopo katika miili yao. Shaikiwa watu wazima paa na hivi na nini, basi hayo ya mapambo yataleta fitina kwa wanaume pamoja na utu uzima huo walionao, na hivi watu wanaweza wakavutika kwa mapambo tu yale walionayo, basi wasifanye hivyo, pamoja na ruhusa hiyo. Wa an yasta'fifna, na wakiacha kuitumia ruhusa hiyo wakajifunika wakafanya hivi, ruhusa imetoka kwao wa, lakini wakiacha kuitumia ruhusa, khairul hiyo ruhusa khairun lahunna, hiyo itakuwa ni bora kwa wao wallahu samiun alim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia tena ni mjuzi. Kwa hiyo anayaona yote, anasikia, anaona, ni mjuzi wa kuyafahamu vyote yale mnayokuwa mnayafanya. Kwa hiyo ala kulli hali, ruhusa hiyo ipo, anayo, lakini wanaweza wasitumie ruhusa hiyo, wakaendelea kufanyia kazi zile aya zilizotoa maelekezo ya jumla kustara kwa, kwa kina mama kwa ujumla wake, lakini ruhusa wanayo kwa wao. Watu wazima wameshajikatia tamaa na watu wameshawakatia tamaa tena, wao masuala mazima ya kama ambavyo ilivyo masahaba zinavyoteremka maelekezo, kazungumza jana au siku nyingine huko nyuma pengine sisi tumekwama wapi tunapoweza kufikia ahadi ambayo Allah subhanahu wa taala aliyoyahidi, wada llahu ladina amanu minkum waamilu salihati layastakhlifannahum fi lardi kamastakhlafa ladhina. Tumekwama wapi sisi? Pengine tujiangalie na tujiulize mara tatu tatu, na tuchukue hatua inayofaa ili ile ahadi ya Allah subhanahu wa taala, wa'ad Allah haq, ahadi ya Allah subhanahu wa taala ni yenye kutimia. Sasa sisi inaonekana kuna maeneo ambayo tuna mapungufu yetu hapa na pale, tujirekebishe. Masahaba hawa wao walikuwa wanafanyia kazi mwongozo na maelekezo, ilivyoteremka aya ya ayuhalladhina amanu la taakulu amwalakum bainakum bilbatil kwamba enyi mlioamini msile mali zisizokuwa zenu baina yenu bil batil, kwa batil, mtu ukatengeneza mazingira ya kumdhulumu mwenzio kumwibia, kumtape. la taakulu wa mwala kumbaina kumbil batil, msile kwa batil, pasipokuwa na haki, kila mtu apewe haki yake. kama una mfanyakazi wako, basi mlipe hmm? Kuja riwaya kwamba mlipe kabla jasho alijakauka Eh, simcheleweshe haki yake. Kama mtu anakudai mlipe deni, kulipa deni, kuchelewesha deni na uwezo wa kulipa unao, matalul ghaniyu dhulmun, mtu mwenye uwezo wa kulipa deni na analipigapiga kalenda tu, hiyo ni dhulma. Na kila hali, wauzaji, wafanya biashara wameambiwa hivyo hivyo, man ghashana falaisa minna, watakuwa kuwa wanafanya hadasi katika sisi. wailun lilmutaffifin Ole wao wanastahili adhabu kali, wanaopunja vipimo. ala kulli hali, mazingira yote ya kuchukula mali ya watu ni jambo lisilofaa kabisa, lisilostahiki. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, katika aya hii mufassirina wanavyoielezea aya tunayoisoma ilivyoteremka, hii ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil, taharraja almuslimuna Anu akilati ili wawea uzito sana kwa Waislamu, yani maswahaba, swala zima la kula na wagonjwa, walemavu wa macho, wengine kukaa wawezi kusema, mtu ambaye ana matatizo ya macho haoni vizuri. Sasa tutakavyokuwa tunakula naye huyu mtu itakuwaje? Inawezekana sisi tunapiga tutongie eh, haoni vizuri, pengine anapopeleka mkono sipo penye nini wewe unapiga tonge tatu nne tano sita, e, bado yuko moja tu aoni vizuri bana, ni mwendo wa kupapasa papasa tu. Wenye matatizo ya miguu hivyo hivyo, kukaa masaa kadhaa akaya, yani mpaka aje kukaa sawa na hivi na kadhalika, na wenye matatizo mengine. Sasa ika inaoea uzito sana kwao tutakula nao vipi hawa, sahani moja, wagonjwa walemavu? Na hivi si tunapiga tu matoga, hatuna tatizo lolote tunaona. Eh, pengine kikija kitu chochote sio kizuri, tunaona ukakuza dudu na nini, asiguse na hivi na hivi. Yeye haoni hafanyi hivi, hawezi kukaa sawa. Mkisema mtoke kidogo hapa mlipokaa, sipo. Ilikuwa imewawea uzito sana jambo hili. Kwa hiyo, ikawa anaona swala zima la kula na wagonjwa hapana, watakuwa wanawadhulumu. Ikiwa swala zima tula kula mali za watu baina yetu ni jambo lililokatazwa, basi swala zima la kula na hawa wagonjwa ambao itawea uzito, itatuwea uzito sana sisi kula nao sahani moja, tusiwadhulumu. Wanaogopa dhulma kula nao sahani moja wanaogopa wasije wakawadhulumu. Namna gani wenzetu walivyokuwa wako makini sana na maelekezo na mafundisho yaani, ilikuwa inawawea mazingira, wanaona itawawea uzito. Kwa hiyo katika sura ya namna hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndo akateremsha aya hizi hapa, hufahamisha kwamba hapana ruhusa hiyo ipo na wala hakuna tatizo wala wasijiongezee uzito, itawawea tabu. Sijui kama ingalikuwa mimi na wewe hapa ingekuwa aje, lakini wao wenzetu walikuwa wanaona ile kula sahani moja, tunatakiwa tule pamoja, kila pamoja, hapa mimi nitamzidi huyu mwenzangu eh? Ikawa wanaona hapana, laisa alal ama, Allah ndo akateremsha hakuna tatizo alal ama Laisa ala al-a'ma haraj, hakuna tatizo kwa mlemavu wa macho. Wala ala al-a'raj, wala mlemavu wa miguu haraj, hakuna tatizo. Wala ala al-maridhi, wala mgonjwa mwingine wa matatizo yote, labda asiyesikia, asiesi na matatizo ya mikono, sijui mkono, wengine mikono wa kulia haufanyi kazi, wengine hivi, hakuna tatizo. Wala ala anfusikum, wala ninyi wenyewe antakulu min buyutikum, kula katika manyumba yenu, au buyuti abaikum, au mkala katika wazee wenu, kama baba yako mlemavu au wewe mlemavu au mjomba mlemavu au ami mlemavu, hakuna tatizo. Unaweza ukenda tu kwa mjomba pamoja na ulemavu wake, wala hutofanya dhulma kwa wewe, kula na isani moja, kwa sababu yeye haoni, auhiwi au buyuti ummahatikum, au kula katika majumba ya mama zenu, au buyuti ikhwanikum, au kula katika majumba ya kaka zenu, au buyuti akhawatikum, au kula katika majumba ya dada zenu, au buyuti amamikum, au kula katika majumba ya ammi zenu, au buyuti ammatikum, au kula katika majumba ya shangazi zenu, au buyuti akhawalikum, au kula katika majumba ya wajumba zenu au buyuti khalatikum au kula katika majumba ya mama zenu wadogo. Ala kulli hali, ruhusa hiyo ipo katika mazingira ya kawaida, na hata ikiwa miongoni mwenu wapo wenye matatizo ya ulemavu au wana ugonjwa, na hivi mnaweza mkala nao tu, hakuna tatizo. Au mamalaktum mafatihau au, au wale ambao mnamiliki mfunguo zao walizowaachia pengine za majumba yao mwatunzie na hivi, mtu anaweza kusafiri akakuachia tu, bwana niangalizie nyumbani kwangu pale, mimi nasafiri, nyumbani wapo watoto tu na hivi. au sadikikum au, kwa marafiki zenu, hakuna tatizo. Islamu unatoa ruhusa, unaweza kula kwa rafiki yako kwa jamaa yako kwa ndugu yako. Mitajwa jamaa wale wametajwa pale jamaa, basi hata kwa marafiki unaweza kukala nao vilevile, wawe wazima au wawe na ulemavu, hakuna tatizo. Laisa alaykum junahun an taakulu jamian au ashtata, hakuna tatizo kama mtakula kwa pamoja. Imewekwa sahani hapa watu sita, saba, nane, mkawa mnakula au ashtata, au kila mmoja self service, kila mmoja anajihudumia mwenyewe. Taratibu Uislamu umefundisha umeruhusu zamani, jambo hili mnaweza watu mkawa mnakula pamoja, au kila mtu na sahani yake, si tatizo. Vile vile kila mtu akachukua sahani yake, anaweka pale eh katika kwa mujibu wa maandalizi yaliyokuwepo, lakini pia Allah anaelekeza fa idha dakhaltum buyuta, endelea kuhimiza mtakavyoingia kwenye majumba hayo tuliyoyataja na mengine, msije mkaona naingia nyumbani kwa baba, naenda nyumbani kwa mama, naenda kwa mama mdogo, naenda kwa, kwa shangazi au kaivi. Hapa si kwa shangazi unaingia tu, hapana. Faidha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum, toleeni nafasi, toleeni salamu kwanza toleni nafasi salamu, kwa kupata ruhusa. ala amfusi kumjue ninyi wenyewe, kwenu ninyi wenyewe, maanake juu ya jamaa zenu kama ninyi mlivyo. Sasa wewe usiwe unakimbilia, kwa sababu hapa nyumbani kwa baba mdogo, kwa baba mkubwa, ukaingia tu wewe unaingia. Hapana ah, lazima kwanza mtoe salamu, tahiyatan min indillahi mubarakatan, mamkizi kutoka kwa Allah subhanahu wataala, yenye baraka toyiban, yaliokuwa mazuri kabisa. Msitafute salamu zingine. E, Waislamu, tumekuwa na mitihani hata kutoleana salamu. Mtu ukimtolea salamu, anaona kuitikia inakuwa taabu. Salamu sana sana hapa msikitini tukikutana hapa salamu alaykum, lakini tukikutana huko koridoni huko, kwenye lifti na nini, basi tuna salamu zetu tunajuana tunazopeana, eh? salamu hii tuna eh, sijui tuna do, pale pale tu sijui tunakwama wapi hata salamu tu inatuya shida. Kwa hiyo toleaneni salamu bwana. Kadhalika yubayinu llahu lakum layati, namna hii Allah, ayati na hi Allah subhanahu wa taala anabainisha aya zake laallakum taqiluna, ili mpate kuzingatia, mwingize akilini, muweze kutafakari na muyazingatie hayo. Kisha Allah subhanahu wa taala anaeleza hali inavyotakiwa kwa waumini wanavyokuwa na mtume sala salam, na hii imeelezwa hasa katika vita vya Ahzabi. Katika vita vya Ahzabi, kama ilivyoelezwa katika suratul Azabi, baada ya kuzingirwa Waislamu walizingirwa pale takriban mwezi mzima, mazingira yakawa magumu, ile vita haikupiganwa. Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake akaleta jeshi lake Sema fa arsalna alaihim rihan wajunudan lam tarawha, tukawapelekea upepo na askari ambao ninyi hamkuwaona. Aliwapeleka Allah subhanahu wataala, lakini kabla ya hapo palikuwa na mazingira magumu kwa Waislamu. Kwa hiyo wakapatikana kundi la wanafik likatengeneza fitina pale, likaanza kujikata na wengine wakaondoka na wa... sio kuondoka tu, kuwahamasisha wengine waondoke. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha aya na maelekezo watu wanavyokuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pengine ndio aya hii, baadhi ya masheikh au maimamu msikitini wakisimama wanasema, usiondoke hapa mpaka nikupe ruhusa, pengine kwa kuzingatia aya hii. Sasa inaweza ikawa inaingia au haingii, wallahu oh, alam. Kambe nani kakupa ruhusa wewe uondoke? Mimi hapa nikisimama mpaka niseme sasa hivi ondokeni, au ombe ruhusa kwangu ndo aya hii hapa, aya inasema, innama lmuminuna alladhina amanu billahi wa rasuli. Hakika ya waumini, ungetaka kuwajua sifa za waumini, ni wale ambao waliomwamini Allah na mtume wake, hilo la kwanza. Lakini la pili inaloweza kujitokeza na kuonekana, wa idha kanu maahu ala amri jamii, wakiwa pamoja naye mtume sallallahu alaihi wasallam, katika mambo ya jumla, mambo ya kiumma kama hayo vitali na hivi mazingira ambayo wapo katika sehemu jambo la umma la pamoja, basi lam yadhhabu hawataondoka, hata yastaadhinu, mpaka wamuombe ruhusa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wapo katika jambo la pamoja la umma. Unavyoondoka wewe, unapunguza nguvu. Eh, katika lile jambo wewe unatia uzito watu unavyoondoka na wengine wanahamasika kuondoka na, na hivi na hivi, ndio kama nilivyozungumza. Pengine ndio maana mimi nimejaribu kuitumia hii ili watu waendelee kuwepo. Sababu watu hapo kama hivi watu kapika vita, hapa vya hatari. Wewe unaondoka, mwingine ah, fulani ameondoka eh. Basi na mimi naondoka. Ah, watu wasiondoke kimya kimya. Innal ladhina yasta'dhinunaka, hakika ya wale ambao wanaokuomba ruhusa ulaika alladhina yuminuna billahi wa rasul hau ndio wale, wale muamini Allah subhanahu wataala na mtume wake kwa hakika. fa idha staadhanuka, wakikomba ruhusa libaadhi shaanihim, kwa baadhi ya mambo yao, wana jambo ya lao, mtu yuko hivi, mtu yuko hivi, basi, faadhan minhum wa waruhusu, wale ambao unaona huyu una, atakwenda na wengine. Maana yake unaweza usiwaruhusu, nenda wewe, baki wastaghfir lahum Allah na waombe msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ghafurur rahim, hakika ya Allah ni mwenye kusamehe tena ni mwingi rehema. La taj'alu du'a rasuli bainakum, msi ufanye. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza nafasi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam tuweze kuitambua la tajalu dua ar-rasuli bainakum, msiufanye wito wa mtume anavyowaita enjoyeni hapa, tulieni hapa, msiondoke, msifanye wito huo. kadwa ibadhikum baha, kama mnavyoitana ninyi kwa ninyi. Wito wa mtume ni jambo lingine kabisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyowaita, hilo ni jambo lingine kabisa, lazima mlizingatie na mtafa na mfahamu yeye ni kiumbe tofauti, ni mwanadamu kama ninyi, lakini ni tofauti sifa zake na mambo yake ni tofauti, ana anayoyapata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wito atakapokuwa anawaita, msifanye kama wito wa wengine, kwamba kiasi kwamba ah, unaweza ukapuuza tu au ukajifanyia ujasikia au ukafanya hivi na hivi. Ah, msifanye hivyo, wito wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo lingine kabisa, kwa sababu inaweza kuwa ni maelekezo, ni amri. kadi alamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum, anawajua Allah subhanahu wa ta'ala wale wanaochomoka miongoni mwenu, liwadha wanapenya penya, na tafuta uchochoro, huyo ana kiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Msifikiri mtume ha, Allah, kama anawajua anamtajia ana wajiu, anam, anamtajie mtume sallallahu alaihi wasallam, fulani kaondoka, fulani kaondoka, hivi na hivi na hivi. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi, na wataadhari watu wale wanaokwenda kinyume na amri yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitna, sijui ikawafika wao fitna fitna adhabu hapa duniani, eza ikafika balaa lolote lile. antusibahum fitna, isije ikawafika wao mtihani hapa duniani, wakaanza kuchanganyikiwa, wakavurugikiwa, wakaharibikiwa na mambo yao. Kwa hiyo falyahdhar, na watahadhari kabisa. antusibahum fitna, isije ikawafika wao fitna, au yusibahum adhabun alim au ikawapata wao adhabu iumizayo. Falihadhari haulai lmunafikuna, wanaochomoka chomoka na hivi na hivi lisi likawafika balaa kubwa kabisa linaloendana na haya walioyafanya. Na hilo antusibahum fitina, wakafedheheshwa, likafahamika jambo lao kwamba wao hakuna kilichowatoa Mana pale wanasema inna buyuta na aura, majumba yetu hakuna watu wa kuyaangalia, ina vitu rudi na hivi na hivi sije ikaju, Allah akafungua siri zao. Allah anawastiri, watahadhari sana watu. au yusiba humu adhabun alimu, au wakifanya mchezo, asipotubia itakuja kuwapata adhabu yumi zayo huko akhera, anaweza kuja kuwapata adhabu itakayowaumiza mbele ya Allah subhanahu wa taala, sababu akhera adhabu yake ni ngumu kabisa. ala inna lillahi ma fi samawati wal ardhi, tambueni ni vyake yeye Allah vilivyopo mbinguni na ardhini. kad yalam ma antum alaihi, anajua yale ambayo ninyi mlio nayo mnayoyafanya yote na yote Allah subhanahu wa taala anayajua. wa yawma yurjauna ilayhi, na siku ambayo watu watarejea kwa yeye Allah subhanahu wa taala Fayunabbiuhum bima amilu, atawapa habari yale waliyoyafanya. Wallahu wallahu bikulli shay'in alim, na Allah juu ya kila kitu ni mjuze. Kwa hiyo msifanye lolote mkadhani kwamba Allah hawajui katika hayo mnayoyafanya. Allah atakuja kuwajulisha na kuwaonesha kila kitu, kama alivyosema katika sura nyingine ya umatubula sarair, siku zitakavyofichuliwa siri. Hapa inakuwa ni aya ya mwisho, aya ya sitini na nne ya Sura An-Nur. Na alhamdulillah tunamshukuru Allah aliyetuwezesha kuweza kuimaliza. Tulipopatia alhamdulillah famin Allah, kutoka kwake Allah subhanahu wataala, na tulipokosea basi hayo ni mapungufu famin nafsi wa mina shaitani, ni mapungufu yetu, sio kwamba ndo tatizo la Qurani, ni mapungufu yetu sisi tuliyokuwa tunadurusisha